Mtazamaji, tunaendelea na mazungumzo yetu. Acha sasa tumkaribishe wakili Salim, ambaye anaungana nasi kutoka ka studio zetu za Kisumu. Wakili Salim, bila shaka tunazungumzia mustakabali, tunazungumzia masuala ama siasa za Nyanza katika uchaguzi ujao, ama hata baada ya kuondokewa na kiongozi kama Raila Odinga. Swali so, langu ni hili kwamba Raila alihakikisha kwamba eneo la Nyanza linapata manufaa katika serikali kwa kuwateua baadhi ya mawaziri ambao wametoka eneo la Nyanza. Nieleze kama hili litakuwa na athari yoyote e, katika uh, u -u -u, uongozi wa eneo la Nyanza maendeleo katika eneo la Nyanza na ushawishi wake, iwe ni masuala ya kisiasa au uongozi tu kwa ujumla, katika jamii ya Nyanza kuwepo kwa baadhi ya mawaziri akiwemo, uh, waziri wa hazina ya kitaifa John Mbadi na mwenzake wa Kawi, uh, Opiyo Wandayi uh, ni ukweli ya kwamba kuteuliwa hao mawaziri wawili na tukikumbuka pia uh, ya kwamba attorney general pia ameteuliwa kutoka kwenye eneo la Nyanza litakuwa na ushawishi mkubwa sana katika kufanya jamii ya wajaluo kuhisi ya kwamba wako ndani ya serikali, na vile vile hao ambao wameteuliwa kwa mawaziri, pia itawabidi ya kwamba wametumia nafasi zao hizo kunufaisha jamii ili jamii iweze kuhisi ya kwamba wako ndani ya serikali. Kwa hivyo itakuwa na mchango mkubwa sana kuwaleta pamoja jamii na kuwafanya wajihisi ya kwamba wako ndani ya, ya serikali na vile vile hao viongozi wakiendeleza uh, shughuli za maendeleo katika eneo la Luo Nyanza. Kwa hivyo ni jambo bora sana ambalo lilifanya Raila Odinga kwa sababu kwa muda mrefu jamii ya Jaluo wamejiona na kujihisi ya kwamba wako nje ya, ya serikali na wamejitambulisha na siasa za upinzani. Kwa hivyo kuwaleta hawa katika serikali na kuwateua kama a, mawaziri basi Wajaluo, punde tu walivyoteuliwa ulisikia, ulihisi, ulihisi, ulihisi Wajaluo wakisema kwamba oh, pesa inalala Homa Bay hajazikwa, kikao kikaandaliwa na wakamteua mheshimiwa daktari Uburu Oginga kama kaimu kiongozi wa chama ilisumbuana sana wakati wa Ford Kenya. Wakati Jaramogi alipoaga, kulikuwa na huo mwanya, ya kwamba haikujulikana ni nani atachukua hatamu ya Jaramogi, na hiyo ikachangia kusambaratisha chama cha Ford Kenya. Kwa hivyo mara hii ODM walionelea kwa haraka sana hata kabla Raila hajazikwa, wanasema kwa kizungu ya kwamba power vacuum. Ya kwamba kusikue na hiyo vacuum, mheshimiwa Oburu Oginga achukue hatamu ya kuwa kiongozi kaimu wa chama cha ODM. Na tumemwona, na kwa hii muda mfupi ambao amekuwa kiongozi wa chama cha ODM tumemwona mwelekeo wake. Unajua, hapo wale wakati Raila alikuwa hai. Oburu alikuwa anachukua misimamo mikali sana. Na alikuwa anachukua hiyo misimamo mikali akijua kwamba Raila atakuja baadaye na kusawazisha mambo. Kwa sasa hivi Raila hayuko. Na kwa muda mfupi ambao amekuwa kiongozi wa chama, tumeona amepunguza sasa makali yake ambayo alikuwa nayo hapo awali, na akitambua kwamba yeye sasa ndio kiongozi wa chama na, akizungumza amezungumza kwa niaba ya chama yote kutoka uh, coast. No. Na, hadi ufike huko Nyanza ni yeye anazungumza. Kwa hivyo tunamtakia kila laheri so, so, so. Na, na ataenda kuendeleza uongozi wa chama katika eneo hili. Swali langu lingine wakili, unaona kwamba Rais William Ruto amefahamu umuhimu wa eneo hili la Nyanza kiasi kwamba atahakikisha hata anapoelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 kwamba eneo hilo halisauliki, na kwamba vigogo wake viongozi wake wawe ni walioko ambao ni wasomi walioko ni mawakili, viongozi tu, wafanyi biashara, kwamba watahusishwa eh, kwa karibu zaidi eh, katika serikali ya mwaka 2027, tunapoelekea katika uchaguzi mkuu. Unahisi rais anafahamu umuhimu huo? yeah, yeah, yeah. Uh, naweza sema ya kwamba mheshimiwa rais, uh, Mheshimiwa Rais uh, uh, William Ruto ametambua umuhimu wa eneo hili kwa sababu anajua anapoelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027, kuna eneo ambayo lilimuunga mkono kwa dhati sana, ambayo ni eneo la Mlima um, Kenya uh, sasa hivi kuna uh, kila juhudi ambalo linafanywa kwamba eneo hilo limwondokee na kwa hivyo mheshimiwa rais lazima apiganie maeneo mengine ambayo hayakumpigia kura wakati wa eh, kura ya 2022 ili awe nao mmoja wao. Ya maeneo hayo ni eneo la, la Luo Nyanza na wakati Raila Odinga alipoaga aliacha wakati eneo la Luo Nyanza linamuunga mkono Mheshimiwa Rais. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais anatambua ya kwamba wakati amepata uungwaji mkono na jamii ya Wajaluo, basi hao jamii wa Wajaluo watampigia kura hata kwenye uchaguzi na ukuja. Kwa hivyo anawathamini na anajua kwamba lazima ashikane nao na, a, bega kwa bega, hadi uchaguzi wa 2027 kwa sababu anaelewa fika ya kwamba jamii ya Wajaluo wakiamua kwamba wanakupigia kura hata kama utoki kwenye jamii yao ukiangalia kura ya elfu mbili na mbili walimpigia kura Mheshimiwa Kibaki kwa kila mtu ambaye alikuwa ameenda kupiga kura, na wakati huo kulikuwa na mjaluo ambaye pia alisimama kwa rais, lakini waliacha huyo mjaluo na wakampigia mheshimiwa Mwai Kibaki. Kwa hivyo kama watamuunga mkono jinsi walivyoacha na Raila Odinga wakimuunga mkono mheshimiwa Rais Uhuru mheshimiwa rais uh, uh, uh, hmm, William Ruto. Basi Ruto lazima azingatie ya kwamba ameungana kabisa na hili jamii na anaweza akawategemea na kwa kura ambayo inakuja ya mwaka 2027 na wampigie kura waweze kuinua uh, na awe mshindi tena kwa kura ya 2027. Kwa hivyo ni muhimu hiyo jamii, ni muhimu sana katika siasa zake mheshimiwa rais William Ruto. Naam asante sana wakili, tuungana naye eh, hivi punde eh. Kwa wageni wangu hapa studio, tunafahamu fika kwamba licha tunaongea jamii ni muhimu, lakini katika siasa au katika uchaguzi mkuu ni chama ambacho kinakuwa na sauti. ODM ni chama ambacho kimeinuka kuwa chama cha kitaifa sio Nyanza tu kiko Rift Valley, kiko eh, bond, bonde la ufa, kiko Coast, kiko maeneo mengi eh, kusini mwa Nyanza na kadhalika. Kwa sasa hivi, umoja wa jamii ya Waluo ni muhimu katika siasa zao. mm -hmm. Lakini napokuja siasa za kitaifa, hizi jamii nyingine pia zitakuwa na ushawishi mkubwa kuhusiana na jinsi wakaazi au wananchi Waluo watakavyofaidi. Kunaweza kuja makumbo baadaye, ikiwa watu wa pwani watasema hapana maendeleo yameenda sana Nyanza twata kasisi e, iwe ni sehemu za kaskazini iwe ni sehemu za mlima, uh, mlima Kenya au hata bonde la ufa. Mnahisi siasa za ODM ikiwa zitasambaratika zitakuwa na athari katika eneo la Nyanza ama hilo halina umuhimu Nyanza? Nawewe kasisi? Ah, asante sana ah, nikitazama <coughs> naweza sema kwamba kama kuna kitu asset, Uh, sijui asset natoje kwa Kiswahili, lakini kama kuna asset ambayo rasilimali ya kisiasa ambayo tuko nayo sasa hivi no. ni chama cha ODM no. ambalo lazima tuichunge, tuikuze na nafurahia sana chama kwa kumteua mzee ambayo pia anaweza kuilinda na umoja ya watu hao na Haya, wale viongozi wa chama wanafaa kuendelea kutazama kama kuna jambo lolote ambalo linaweza leta dosari, na pia njia ya kuifanya chama iweze kupata umaarufu zaidi kushinda hata vile Raila aliwacha na kujaribu kuingiza watu wengi katika siasa. Ukitazama, watu wengi wanaona kwamba kwa sababu Raila ameaga, chama itasambaratika, na nataka niweze kusema kwa viongozi wa chama kwamba wanafaa kuangalia hiyo na kuprove watu wengine wrong, kwa kuenda kuijenga hata zaidi na kuipatia nafasi na mambo ambayo ilifanya watu wengine wakaona chama haiwezi kuwa saidia kwa, kwa mfano mambo ya nomination warekebishe. mm -hmm. Na wawe pia na uwezo wa kusikiza wananchi na wenye chama ambao ni wananchi, yale wanasema, kwa sababu kama chama itazidi kutumikia wananchi definitely itakuwa more popular. itazidi kuwa popular mm -hmm. Uh, kuhusu maendeleo, maendeleo hailetwi sana na chama, maendeleo inaletwa na serikali mm -hmm. Na lazima kuwe na uhusiano kati ya chama na serikali ili mahali popote chama hiki iko iweze kupata maendeleo, sio tu Nyanza peke yake mm. kama chama iko Mombasa Mombasa apate maendeleo no. kama chama iko Kilifi, watu wa Kilifi wapate maendeleo no. Kwa hivyo lazima chama iweze kujipanga, <coughs> kwa sababu chama ya siasa inaanzishwa kwa mambo, mambo muhimu ni kuchukua uongozi, uongozi. Na kando na hiyo pia kuhakikisha kwamba wenye chama hiyo Uh, maono yao, matarajio yao yanatimizwa, na matarajio ya Kenya wengi ni maendeleo. Asante sana no. No, uh, bwana Tom um, nafasi yenu kama viongozi wa jamii ya Luo itakuwa nini kuhakikisha kwamba kwa, kwa, kwa sababu tunazungumzia jamii nzima ambayo, yes, inahusisha viongozi eh, wa kitaifa, viongozi kama nyinyi kutoka baraza la jamii ya Luo, viongozi kutoka dini, wasomi, eh, kama profesa, itachukua nini kwa nyie kuhakikisha kwamba huu mmoja ambao eh, kasisi amezungumzia hauko tu katika eneo la Nyanza unaenea mahali kwingi ambapo Raila alitembea hasa iwapo kutakuwa na kiongozi mwingine, kwa sababu bila kufanya hivyo, wengi wanahoji kwamba kunaweza kukaja kukuwa na mgawanyiko fulani ambao utatokea kutoka kwa vyanzo vya chama. hmm. Oh, mimi nikiongea naongea kwa mambo yetu kama jamii, kama wazee na. kama wazee na. Eh, nashukuru sana profesa vile alisema utangoja sana the kingpin na maybe itasaz, itabakia wazee mm -hmm. mm -hmm. The Luo Council of Elders labda ndio watakuwa na hiyo komiti yao wakipanga wa, uh, mm -hmm. The Luo community mm -hmm. kwa sababu hata sahizi, hata nashukuru sana vile unatupeleka mm -hmm. mm -hmm. Because mimi kuna maswali mingi hapa hata singejibu, no, no. Because Because mimi naongea na, na wazee no. na, wazee, no, no. na culture yetu no, no. so oh, ukweli ya maneno ni ya kwamba sisi kama jamii kututenganisha haikuangi rahisi, na mimi naona haitakuwa. mm-hmm. labda kichama tutatengana, no, lakini kijamii tutakuwa na msimamo wetu mmoja no na tunashukuru sana baba, kabla kufe alituwacha kwa serikali, na hii kutuacha kwa serikali imetupatia nguvu. Hebu just imagine kama Raila angekufa akiwa opposition, sisi wajaluo sahii mawe tungekuwa tunarusha vibaya sana, but alituacha kwa serikali, na vile alituacha tuko na wazee wenye nimekuambia. Kwa chama tuko na Oburu Odinga ataongoza chama na sioni pahali tutatengana, no. Kwa sababu yeye ni mzee, yeye ndio atatuweka pamoja ki, sasa. Yeye ako na picha ya Kenya no, kuunganisha kungan, Wakenya wote kwa chama ya ODM no. No. na sisi kama jamii tuko na king kwa saizi, yeye na kamati yake ndio atatuambia the way forward. No. so hakuna pahali sisi tutatengana. Asante sana yes. Bwana Fred, eh, niulize swali la kizushi ka demokrasia za Kiafrika na hususan hapa nchini Kenya, mara nyingi tunajipiga kifua tukisema tumeinuka kidemokrasia na ni sawa, kwa sababu ya vyama vingi vya kisiasa, lakini utakuta vyama vingi kwanza vinachipuka kwa sababu ya kuwa vyama vya kijamii, kwa sababu ya yule kiongozi, halafu vinakuwa vyama vya kitaifa, lakini kwa bahati mbaya mara nyingi utakuta kwamba kunaachwa mwanya mkubwa, wakati yule kinara anapoondoka chukulia, mfano wa chama cha KANU, chukulia mfano wa chama cha Jubilii sasa hivi vile kinavyoyumba yumba yumba, e, vyama vingine ambavyo vimetangulia, itachukua nini kuhakikisha kwamba wakati kinara anapoondoka mamlakani, kwa njia moja au nyingine, hiyo ni kupitia kifo au hata kustaafu, kwamba wale walioko nyuma, kwamba wanashikilia chama bila kuwa na wasiwasi au tashwishi ya kwamba fulani wa fulani moja kwa moja ndiye anakuwa kinara Hatutapitapi, hatuchezi mchezo wa karata. Tunajua kwamba kinara ameacha mwanya na njia fulani au mwelekeo kwamba huyu anapoondoka tu huyu anakuja moja kwa moja, kama inavyofanyika katika mataifa mengine. Nadhani kuna athari gani ya kuwa mm, na uongozi wa aina hiyo katika vyama vyetu vya kisiasa? Nadhani demokrasia <coughs> yetu bado ingali changa kidogo na ukilinganisha na mataifa ambayo yameendelea kama vile na Marekani, kama vile Uingereza na, na mataifa mengine ambayo Uh, tunaweza kidogo kujilinganisha nayo tukizungumzia mambo haya ya kidemokrasia. No. Lakini pia utampa mheshimiwa Raila Odinga kwa kuacha nyuma chama thabiti ODM, japo mimi si mwanachama lakini ndicho chama kimoja ambacho kiko na misingi Ukiangalia structures za ODM ni msingi ambayo kidogo imekuwa vigumu kuvunja, hata wakati ambapo kulikuwa na men in black, ukikumbuka wakati wa kinababu na mwamba imetingizwa, imetikizwa kwa, kiwa, kwa kiwango fulani, lakini ukiangalia ile structure ama msingi ambao mheshimiwa Raila Odinga alijenga ndani ya ODM, ukiangalia zile structures mpaka mashinani imekuwa rahisi kuwa na hii hali ya mpwito, ambapo sasa ndugu yake mheshimiwa Oburu Oginga anapata kuingilia. Wapo wengi ambao pengine wangedhani kwamba namna alivyo, ama baada ya kuaga, mmoja wapo ya manaibu mwenye mkuu ama mwenyekiti wa chama, naibu mkuu wa chama, party leader Mheshimiwa Simba Arati um, Ososi, ama Abdulswamad ndio angechukua lakini waliketi kwa hekima kubwa, wakaona kwamba kati ya hawa watatu tukichukua tumpe mmoja basi hawa wata, wawili watasema nini? Kwa sababu hawa watatu wote wako equal, basi wakasema basi kwa ile wisdom ama hekma yao wakaona wamchukue mmoja ambaye kwanza ako na tajiriba kubwa sana kisiasa, bwana Oburu. Na ukiona namna ambavyo amejaribu kuwaleta pamoja vigogo tofauti ndani ya chama utaona kwamba ule uzoefu wake wa kisiasa umemsaidia. Pili, tofauti na kuwa nduguye marehemu hayati Raila Odinga, pia mheshimiwa Oburu ni mmojawapo ya wale tunaita trustees wa ODM, ambao wengi hata hawawajui, lakini mimi nawajua ODM. Unaelewa kwamba trustees uh, profesa atakwambia ndio wenye chama kiundani, ukiwacha wananchi, kwa sababu hawa ndio chama. Ikienda mrama, basi utawaendea. Chama ikiwa na deni, nyumba zao zitachukuliwa. Kati yao wa trustees watano, mmojawapo ni mheshimiwa Oburu Oginga sure. wa pili ni Agnes Zani, aliyekuwa seneta wa Kwale. Yes, wa Kwale huko nominated senator, samahani. Alafu watatu ni mheshimiwa aliyekuwa, uh, aliyekuwa mkuu wa sheria Emos Wako. Wa nne ni Bosire. Alafu watatu ni director of finance wa ODM anaitwa Joshua Kawino. Ukiangalia hii inaonyesha kwamba Oburu kuingia kule alikuwa muandani wa Raila Zayani. na siku zote alikuwa pia mshauri wake. Kwa hivyo kila hatua, hata ile ya handshake ya BBI na mambo haya yote, raila alimshauri nduguye, alikuwa kwanza mtu ambaye alielewa mienendo yake. Kwa hivyo wale ambao kidogo wanadhani kwamba ODM huenda ikasambaratika sidhani. si dhani kile ambacho nadhani kwamba itatendeka ni umaarufu wake kidogo haswa, iwapo mambo ya nomination uteuzi, tunapoelekea katika uchaguzi mkuu ujao hautafanywa kwa njia ya haki na njia ya huru, basi kuna wale ambao huenda wakaamua waende independent, ama wawe wagombea wa kujitegemea no. na wengine waangalie ni vyama vipi ambavyo itakuwa katika ule muungano ambao watakuwa ndani no. kwa hivyo hiyo huenda ikachangia kidogo, lakini nadhani udhabiti wa ODM no. No. No. itategemea zile structures ambazo mheshimiwa Raila Odinga aliacha, kama ameweka na ile mihimili muhimu ambayo tayari alikuwa amekuza ndani ya chama chenyewe. Naam, iwe hivyo basi, Profesa. mm -hmm. Kama nilivyosikiza kauli zenu ni kwamba sharti jamii ya Nyanza isalie serikalini. mm -hmm. Kwa kufanya hivyo kuna aidha mambo mawili yafanyike. mm -hmm. Aidha, ipewe cheo ambacho itaridhisha jamii nzima katika mm -hmm. uchaguzi mkuu ujao. mm -hmm kwa sababu kwa njia moja nyingine, mnavyozungumza hapa ni kana kwamba ODM haitakuwa na mgombea wa urais kwa sababu kwa kufanya hivyo haitakuwa serikalini bali itakuwa inapigania kuwa mamlakani katika serikali sio, atuzungumzi kwa niaba ya ODM. Maana yake wale wa ODM wanatusikiza sasa hizi, wanatusikiza waelewe kwamba tuzungumze kwa niaba wa e, wa e, e, e, tu ni yao, lakini sasa. Pia nikikuelewa hapo tu kwa sababu ni mazungumzo, ni mazungumzo tuko mba, nao katika na, mchakato huu na, wa kutafuta mwelekeo. Na hatuja na, na, na, kukosea kwa kusema kwamba wote wanaozungumza wanasema kwamba tutakuwa serikalini, tuko serikalini, hatuondoki. Sasa ikiwa itatokea hivyo kwamba hawatakuwa na mgombea wa rais, sasa kipi cha kujivunia? Kwa chama cha ODM profesa, yeah. Uh, nafikiria kuwa uh, nakubaliana na wenzangu yeah. Uh, ukiangalia uh, ODM sioni kama ni, ni udhaifu mm -hmm. wa kichama kuwa bado tunategemea labda mtu mmoja kama kigogo. Naona ni kuwa ni mila zetu, ni uafrika no. no. Uh, sizi sio wazungu, sizi ni watu ambao unapea kipao mbele wahenga na wale ambao wanatuelekeza nah. Kwa hivyo usione uh, kama ni, ni, ni weakness unaona kuwa sa, hata sasa hivi nah. Nah. Uh, kila mtu kwenye ODM mnafikiria baba alisema nini ya mwisho, ambao uh, anasema nitawaambia aliponiambia ya mwisho nah, na ni anasema alipotutubia uh, tu, sisi zote alisema haya, hiyo sio sio ni uafrika kuwa tunapewa tuna, tuna, tuna, tuna kipaumbele uh, wale wazee na viongozi wakutu, wetu na. Na. Uh, lakini uh, ukiangalia kwenye kwa, kwa ODM unaona kuwa uh, walipopewa nafasi ya uongozi wakampa minister moja kutoka Turkana uh, Joho pia kutoka Pwani uh, kwa hivyo uh, Oparanya pia kutoka Western kwa hivyo inakaa kuwa kitu kimoja ambacho Raila alikikuza kwenye chama ni usawa kwa kiasi, kwa tukipata nafasi, tukienda mawindoni tupate chochote, tunakaa kama mandugu na madada, na tunaangalia uh, kuta, kutajirisha na, ku, na kupeana haya manufaa zaidi ya wajaluo na, na ODM imesifika sana kwa ni chama ambacho ina ina haiangalii tu kabila moja, ukiangalia na zile chama zingine. Kwa hivyo na hayo, ukiangalia kwenye katiba chetu, muundo cha katiba ni kuwa lazima tutakuwa na coalition. mm -hmm. mm -hmm. Uh, kwa vile katiba inahitaji 50 plus 1, inahitaji ushinde kwenye 25 counties at least upate 25% over no. half the counties no. Kwa hivyo inakaa kuna chama moja ambacho kinaweza kujitozilisha kuwa sisi tunaweza fanya hizo zote. Kwa hivyo hizo politics za coalition, naona kuwa wenye ODM kwenye safari hili na kwenye historia yao kuna mengi ambayo wameshea tugedha. Kama kumbuka, nafikiria 2027 mambo ya, ya, ya, ya, ya Raila na au itaibuka tena. Kuna watu walicheka sana nani bi tulikuwa na wewe Ethiopia. Kwa hivyo iliingia kwenye roho za waandani na wapenzi wa Raila kuwa jamani, mzee anaenda kupewa kiti kwenye Afrika, alafu kuna mkenya kabisa anatokea anasema sijui ye anataka Anapina, mjibuti ye anataka aanguke. Jamani, hii sasa ni uadui. Kwa hivyo naona kuwa Uh, hilo jambo la AU bado litakuwa lita jambo ambacho, na, n, n, n, hilo jambo la AU ninaona barabara zikawa mbili na, na, na unaona mtazamo wa, wanaopinga waliotaka Raila achukue hilo kiti na, na waliompinga na, na, na hilo jambo ilikampa si president uh, urembo sana kwa waandani wa Raila. Mimi nilikuwa kwenye Nadco. Uh, kwenye NADCO kulikuwa na mazungumzo yeah. Kwa hivyo mengi yamefanywa na ninaona kuwa kuna mwelekeo mzuri ya ya ya ya, ya, ya ODM kubaki na kukaa kwa serikali, lakini unavyomjua Rais Ruto yeah. Kuwa uh, lengo lake sio kusema sasa nimetoka Mount Kenya nimeenda Ujaluoni yeah. Leo nimeenda Coast ni kujumuisha Kenya nzima na, na kwa hivyo ana nafasi kubwa na bado anafanya chochote anachoweza pia na, kuishikilia mlima na kuwa yes. na nini. Because ni mtu anapenda mambo za kiajabu yes. So ataseme kuwa huyu ndio rais wa kwanza kuleta Wajaluo wa, wa Kalenjin wa pwani na, wa wa na, na Kenya nzima. Asante sana mtazamaji, tunakwenda tena mapumzikoni. Utakaporejea tazungumza naye eh, Bwana Salim wakili wetu yuko katika kaunti eh, ya Kisumu anazungumza kutoka studio zetu, alafu pia tupate kauli zetu za mwisho shhapa kuhusiana na mustakabali zaidi, ni nataka kuuliza iwapo ODM haitasimamisha mgombea wa rais, je, itamaanisha kwamba imeanza kuonyesha udhaifu ama ndio hali ilivyo kwa sababu ya kuondokewa na kiongozi kama Raila Odinga? Siondoke hapo ulipo, tuna tunarejea hivi punde.